Mwaka huu anaitwa nani? Amekuja na taasisi gani? na nini kile mshawishi, lakini anajisikiaje kutekeleza ibada hii? Yeye anayo maiki. Salamu alaikum walhandualksalamaaji wafuatiliaji na wapenzi wa chaneli ya Al Azhar TV Tanzania wanataka kujua kwamba wewe unaitwa nani, lakini unajisikiaje kutekeleza ibada hii haji? Mimi kwa jina naitwa Hamisi Juma Hamisi. Natoka katika Tanzania, kisiwa cha Pemba. Nilikuwa nilifanya kazi kwa serikali, baada ya kustaafu nikaamua inshallah, na mimi mzingo amenihitaji akanileta huko, kwa hivyo nimejisikia faraja kubwa Alhamdulillah Rabbil Alamin, na nimekaa nimejiona kwamba aliyekuwa hajafika huku hangiitamani eh? Lakini ukija huku unasema mimi ninachelewa eh? Alhamdulillah, tumefanya hija yeah. Kwa mimi nakuja kuni mbovu na umwe na mgongo, lakini Mwenyezi Mungu ameniwezesha na nimefanya hija yeah. na sasa hivi yeah. natarajia kurudi nyumbani alhamdulillah, kwa hivyo Ndoto za kuiji zimedumu zaidi ya miaka thelathini. Kwa sasa kama mimi nafanya kazi mzigo ukinawezesha, nikistaafu nitakwenda zangu kufanya hija. Alhamdulillah, jisikia faraja, najisikia raha kubwa. Natamani nikifika tena na ninania, japo kwamba nikishafanya matibabu inshallah nije nimhiji mzee wangu wangu. Kwa hivyo nitawashauru wenzangu, tokona ukaribu, jamaa, tusiache kununua majumba na nini ili tutekeleze nguzo hii ya tano. Hija ni raha iliyoje! Kuna watu wabovu wabovu nyuka na amekuja amefanya ibada hii. Kwa hivyo asante sana, nashukuru alhamdulillah. Narudi nyumbani na furaha kubwa mpaka sana, na ninamuomba Mwenyezi Mungu atupeleke salama. Na ulikuwa unaifikiria haji ni jambo labda